Nupungize sana mwenyekiti wa tume na wenzake wote, uko watendaji viongozi wa tume, kwatu sisi Morogoro, wametutendea haki kwa ukubwa na upana wa eneo tuka nalo kuwafikia na kuhakikisha kwamba leo tunavyozungumza, tarehe ishirini na nane, vifaa na nini, kila kitu vimeshakwenda huko, na hakuna katika hao milioni mbili na laki moja ambao watataka kupiga kura kesho ambao watashindwa kupiga kura, amradi wafike kwa wakati kama tunavyojua tume huru imeshatoa orodha e, ya vituo wapiga vya, vya, vya, kura Morogoro tuna jumla vituo elfu tano mia nane na sitini. Vituo hivi vimeandaliwa vizuri, viko tayari kwa ajili ya siku ya uchaguzi ya kesho. Na kwa maana hii nataka niwahakikishie watanzania wenzangu, wana Morogoro wenzangu kwamba nendeni mkapige kura, tuko vizuri e, tumejiandaa kwa maana tumejiandaa na sisi upande wa ulinzi na usalama tumejiandaa vizuri sana. hakuna taka maandalizi mengine yote muhimu, ikiwa ni pamoja na uteuzi wa watendaji wa uchaguzi katika ngazi mbalimbali, watendaji wa vituo vimekamilika. Vituo vitafunguliwa saa moja asubuhi na vitafungwa ifikapo saa kumi. Ukifika saa kumi na nusu, umejijima haki ya kupiga kura. Tumeandikishana milioni mia mbili na laki moja na mia moja na kumi na nne milioni moja na watu elfu ishirini hamtaki kupiga kura, lakini nyumbani ka tuache sisi, nataka kwenda kupiga kura tukapiga kura hii. Nawasihi sana, kama mko siku elfu mbili elfu tatu nataka kutuletea o mjue, si nataka kwenda kupiga kura, kura. siku yenyewe ya kupiga kura, si kura inakuja mara moja kwa miaka mitano, unaiacha vipi? Ndio maana kwa uzito wa siku hiyo unaambiwa umbebe mtu, kama yuko kwenye wheelchair yuko kwenye ume, kitanda anataka kwenda kupiga, mbebeni mpeleke. Sasa ni kitu kinakuja once every five years, mara moja kwa kila miaka mitano, mnacha vipi kutumia haki yako hii? Kwa sababu kuna watu wawili watatu hawataki watuache, <coughs> sisi tulio wengi tunataka kufanya mambo yetu kesho imejiandikisha milioni 38. Na mimi siamini kwamba kuna mtu katika milioni 38 amejiandikisha ili kesho asipige kura. Leo nienda kujiandikisha kwa nini? Kwa hiyo tuna watu milioni 38 waliojiandikisha, na na reasoning, ushawishi wa kawaida wa akili ni kwamba wanataka kupiga kura, ndio maana wamejiandikisha. Kwa hiyo kesho tunawa tunawaambia wale wa, tuna wa, wa Morogoro milioni 2 laki 1 na 14 na wa Tanzania nzima milioni 38 waende wakapiga kura kesho e. Tumeshahakikishiwa kwamba kesho nchi na amani amerejeshi Mkuu rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ameshalisema, tuende tukapiga kura na yoyote tutakayemsikia ana, ana, ana, anawashawishi watu wa kupiga kura, huyo ni mtu ambaye atakuwa amefanya dhambi kubwa sana, na atakayekubali kushawishika kutokupiga kura naye atakuwa amejidhurumu nafsi yake sana.